Ameweza kupongeza wadada wote ambao waliweza kuhudhuria kwenye JPF 2025 wakiwemo wasanii wa Bongo Flava, wasanii wa Bongo Movie ambao waliweza kukiwasha eh, kinoma noma kwenye JPF 2025. Kwenye masuala mazima ya drip walikuwa ni vizuri kinoma noma jambo ambalo waliweza kufanya hata baadhi eh, ya kurasa tofauti tofauti za Nigeria kuweza kuzungumza kuhusiana na hili sakata zima la JPF 2025 ambao lilifana kinoma noma pale Superdome Masaki. So kwa upande wa Jux kupitia kurasa yake wa Snapchat ameweza kuandika ujumbe ambao unasomeka hivi. Ila dada zangu wa Tanzania, jambo langu meweza kulifanya kwa ukubwa e sana, mlipendeza sana. Akaweka pale hashtag JPF 2025, lakini pia emoji fulani hivi za pongeze kwa shukuru sana so. Hata nikukumbusha tu mastaa kadhaa ambao walikuwepo e, ni kama vile Irene Woya, Jacqueline Wopa, lakini pia mwanadada ambaye ni CEO wa African Princess Nandy, hata pia e, Zuchu Auntie Ezekiel na mwanadada mastaa kadhaa kadhaa waliweza kuhudhuria kwenye JPF 2025 kuzuria. Unajua, kwa upande wa Nigeria, wow. Wao huaga wanaamini kabisa kwenye masuala mazima ya kudrip basi ni moja kati ya nchi ambayo wanafanya poa zaidi, na ukija kuzungumza kwa upande wa Nigeria, watu ambao pengine wanaofia sana kwenye masuala mazima drip, basi ni Afrika Kusini kule. Sasa JP 2025 iliweza kufanya baadhi ya platform tofauti tofauti za Nigeria kuweza kuzungumza ile sakata la watu ambao waliweza kuvaa eh, kupendeza kinao manoma, kwa sababu JP 2025 ilitegemewa kwamba kwa hapa eh, Tanzania hiyo final wedding basi watu watavaa kawaida, lakini kwa upande wa eh, hapa Bongo waliweza kutu kutuheshimisha sana masta eh, kibao. Hata pia kwa upande mzima wa wanaume nao waliweza kuvaa vizuri eh, kinoma noma, hata pia tukimwona pale Country Wizzy alivyovaa, lakini pia hata lunya eh, walikuwa ni masta kibao ambao walifanya poa zaidi kwenye masuala mazima ya eh, kudrip, wali drip vizuri kinoma noma, hata pia kumfanya eh, bwana mkubwa Jux kuweza kuwapongeza eh, wadada ambao waliweza kufanya poa zaidi na zaidi. Eh, bana, tupe mtazamo wako, kwa mdau wa burudani, ni msanii gani ambaye mpaka sasa hivi hajaweza kukutoka kwenye kichwa chako? Yani kila utakapokaa kwa kufikiria JPF 2025 basi unamuona msanii huyo. Hapo drop comment yako kwenye anja ya comment hapo, nita enjoy kinoma noma kuiona comment yako, hapo subscribe kwa taarifa kadha kadha utakumbetisha kinoma noma chao chao.